Mbona leo hamna furaha? Leo bwana hamna furaha? ilikuwa mimi nikiuliza swali bwana na mjibu, mnajua tu. Niona furaha leo, mbona hamna furaha? Mjibu nifikiria, leo ndio tunakaa nyumbani holiday na lazima uonje moja Leo ni holiday. Wewe unapingana alafu umevaa nini? Eh. uh -huh. uh -huh. Mwalimu najenga nywele. Mwalimu tijai us. Najenga nywele. Toa toa mara moja. You know tijai, have respect. Toa mara moja, anasema toa. My mom told me. Don't put it down. Nasema toa, toa, kijana unapingana na mimi, toa, Toa. Na toa. Toa. Na kijana wewe hii nywele umeeka ya nini? <laughs> <nyuele> <laughs> Alafu, wewe unavuta bangi swali? Umebeba ya nini yeo? Naenda kuwatandika eh, alafu bibi hadi nyenye si ya shule mnachegea mwalimu bwana.

iana inasumbua toka inje hata umeona ni inje, lakini unasema awendi inje. Uko wapi? Halafu we, mbona unakuja na zaya white na hata kuna amani hapa, ina maana ipi?